Amina, unaona vijana wenzako waliompenda Kristo. Mimi mimi mimi mtu ambaye alifanyaga nikajifikiria sana nikajitafakari sana. mimi mimi nikiwa form tu, ni jamaa mmoja anaitwa Godi Mabagala, huyu jamaa alishakuwa ni afisa wa benki ya yasiaradibi, alafu ndo alikuwa ni ni ni, ni, ni mwenyekiti wa kwetu parokia c alafu jamaa ni tayari ni afisa kule. Ila jamaa sasa nikifika kwenye mambo ya Mungu. Sisi jamaa ni kwa hiyo hizo kafikia kabisa kwa jamaa ni afisa kule. Moyo wake unapenda Mungu. Moyo wake ambao unapenda vijana. Moyo wake ana uwezo gani anafanya kila kitu. Natamani kujua leo kwa nini Mabadala yuko wapi? Amen. Yuko wapi? Na nikifika namwambia sasa bro ulikuwa umekumbukiwa kitu kimoja tu.

Pasipata muhuri. Naam. Pasipokuombewa pasipokuombewa unaanza kuzunguka. Unajua unaangalia pigano unaangalia wanavyocheza. Nisema kwa kweli, kwa kweli Yesu na watu, jamaa na watu. Nikaona hapo waniona na mimi nimekuja kucheza, wakavua viatu. Nikasema ukivua viatu una wacheste. Lakini ndakumbua mna wacheste hata bila kuvua viatu. Mimi mkora tu <coughs> anachimba.